Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita kutuletea huduma ya meno katika wilaya yetu ya Momba. Changamoto ni kwamba tulikuwa tunasafiri kutoka hapa tunafika kule, mara fre, kutoka hapa mpaka kule kwenda na kurudi ni elfu kumi na nane bado ujala bado ujatibiwa. Kwa ujio wa mashine ya kisasa dental chair, ambayo inatusaidia kutibu magonjwa kama kuung'ua meno, kuziba meno kusafisha meno kutibu mzizi wa, wa, wa jino, lakini pia tumefanikiwa kuletewa x-ray ya meno ambayo inasaidia kuangalia meno ambayo yameharibika, ya i si. Tunamshukuru tuna Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametuletea hospitali katika wilaya yetu. Tunasema Mungu ambariki. Mama yuko kazini.